Roger. Hivi Mkalamba. Unaona mimi sina akili si ndio hivyo? Hapana Roger, huko nako fikia ni mbali. Yeah. Unajua kabisa mwafaka kwamba tulikubaliana tukutane. Mimi najua umepoteza muda wako kwa kunisubiri ni kweli lakini sasa kuna dharura imejitokeza Roger. Hili swala la umuhimu kabisa na tumekubaliana na swala la umuhimu. Au kwa sababu umeona nimekufanya na rafiki yangu na maana kama kufanya unachojisikia? Yaani ukweli ni kwamba Roger, mimi nilikuwa nakuja nyumbani kwako kwa, ila kuna dharura imejitokeza. Kuna dogo nimemkimbiza mpaka sasa hivi hapa namtafuta yeye. Amekimbia na hela zangu Roger. Sasa mimi nitajuaje, nitajuaje, eh? Au umeamua tu kunipotezea muda wangu si ndio hivyo? Lakini ni kwambie kitu kimoja, mimi sio mlemavu kukuomba msaada. Kama ni mlemavu sio na mikono, sio na miguu, wala siwezi kufanya upelelezi. Uwezo mimi ninao, naweza kufanya kitu chochote, umeona. Lakini nikushirisha kama rafiki yangu karibu Najua ila unaamua kunishirikisha kama ndugu yako. Mimi nitaongea na wewe nini? Nitaongea nayo kitu gani? Kama siku ya kwanza tumekubaliana tukutane. Tumeshinda kukutana. Tutapanga na naye kitu gani? Roger, eh? Ni, ni sawa, ni kweli nimekuangusha. Kwa hilo nisamee. Ila ni dharura ndio imejitokeza. Wewe hujawahi kukosea. Yaani nilikutegemea sana. Lakini unaakili ndo na mambo kama kijijini. Huko unakofikia ni mbali. Sawa, naomba nisikize kitu kimoja. Kwanza sasa naomba msaada wako mimi si utaje. Umeelewa vizuri? Roo. Nitapambana mimi mwenyewe. Nisikilize, nisikilize sasa. Nitapambana mimi mwenyewe kwa hali na mali. Kwa vita tena tutapigana. Mungu yupo ananisaidia, na kisha mpaka hii kesi, mimi nitahakikisha watu nitakamata na nitapeleka kituoni. Unaona, bila bila siwezi kupata msaada bila wewe. Wewe nani? Wewe eh, wewe nani? Nisumbu, wewe nani? Mtu mmoja tu unisumbua wewe, pumbavu wewe. Wewe sio kijinga jinga hapa tena sasa kunifuatilie, mshenzi wewe. Naweza kupambana mimi mwenyewe, kaza kumaliza jinga. Roja Mr.